tunazungumza na wakulima waliofanikiwa zaidi kutoka mkoa wa Mtwara. Tumefika wilaya Newala, katika kijiji cha Kitangali na tumekutana na ndugu Rashidi Musa, mkulima anayeongoza katika kilimo cha zao la korosho hapa Tanzania. Alianza kulima zao la korosho mara tu baada ya kumaliza elimu ya msingi. na kama hekari kumi kwa kukata msitu na mzee wangu, babu yangu alinisaidia kiasi kidogo, nikawa ananisaidia nani msitu, na mimi mwaka, kila mwaka huo, nafanikiwa. Nikishafanikiwa, nanunua mikorosho mingine na mingine naongezea kupanda mpaka kufika kama miaka mitatu kuanzia leo. Kwa kweli mafanikio yangu ni makubwa sana nakupa tu mrejesho wa miaka mitatu ambayo kuanzia mwaka ulio mw, kuanzia leo kurudi chini nimefanikiwa kupata karibu. Kila mwaka nilikuwa napata tani mia moja tani mia moja na tano Mwaka jana nilipata tani sitini Mwaka huu ulioisha nilipata tani mia mo, mia, moja na mbili. Kwa kweli mafanikio juu ya korosho hakuna kitu kingine cha kuweza kulinganisha kwa sababu mimi mpaka sasa hivi nimewasomesha watoto wangu kupitia korosho, wengine wameenda mpaka chuo, lakini wameenda mpaka kufikia form 6 na mafanikio mengine ambayo nimeyapata, nikajenga majumba ya wageni majumba sita, nikanunua magari matatu, moja moja ya mke wangu la kwanza, la pili, nikanunua mii mwenyewe gari langu la kutembelea la f la pili ni keta kwa ajili ya kusombea mazao, alafu nikanunua na pick up, kwa sababu sehemu zingine, mwaka huu nikanunua tena pick up, sehemu zingine haipite gari kubwa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mafanikio, nina gari nne, nyumba za wageni sita, nyumba za kulala wenyewe tunazo nyumba mbili, mke wangu moja na mimi moja. Mafanikio juu ya korosho mwaka jana, kwa kweli naishukuru serikali kwa sababu bei miaka yote ilikuwa sisi korosho ilikuwa tunalima kutumia, yaani hatupati faida, tunapata hasara. Lakini mwaka jana kilimo tumekiona kwamba kilimo kinalipa, kwa sababu nilipata hizo tani mia, mia moja na mbili ambazo imeniingizia karibu milioni mia tatu na kitu. Kwa hiyo na, na washauri wenzangu mikoo mingine ambayo inataka kulima korosho, waoni korosho ni mali na koroshi namtoa mtu mimi, nisingefika mpaka sasa hivi kuvuna tani mia moja na kitu, kwa sababu ni watu wanajadela ambao wamenipa miche ya mikorosho. Na hiyo mpaka sasa hivi ipo shambani. Kwa hiyo kila mwaka mimi nachukua mdamizi napanda na kata mikubwa napanda na midogo Mkorosho ni mti tu wa kawaida, na mkorosho unahitaji huduma, na mkorosho unahitaji utibulie, na mkorosho unahitaji uwe na nafasi, mkorosho unahitaji usipande kwenye maji, mkorosho unahitaji kupanda kwenye ukame, na mkorosho unastawi udongo mweupe, sio udongo mwekundu, kwa sababu hapa kwetu kuna aina mbili, kuna huku bondeni, kuna, kuna udongo mweupe, lakini juu huku kuna udongo mwekundu. Lakini kule kwenye udongo mwekundu wanavuna, lakini sio kama mimi ne, ne panda huku kwenye udongo mweupe. Na mtu wote ukisikia anasema kwamba hii mikorosho ambayo naetesha sio naliendela au ya utafiti sio mizuri, bado hajajifunza. Ili mikorosho ni mizuri, inazaa mapema nakwisha mapema, ila ufuate masharti ya kupogolea, kuweka vizuri, kulima vizuri, kutiburia. Kwa mfano ule mkorosho ule unaona pale ule kutoka na liendele, na ile yote ya nyuma ile kutoka na liendele, ukifika mwezi wa tisa au wa kumi utaona korosho. Kwa hiyo swala la dhana ya kusema kwamba hiyo hiyo mikorosho kutoka na liendele sio mizuri, sio nini kwa sababu hawajajua jinsi gani ya kuipanda hii mikorosho e, faida nyingine ya korosho kwamba mikorosho inakwenda inakuwa imizeheka au inakutana baadaye, unaipogolea halafu una unapata una faida ya kuuza kuni kama hivi. Halafu ingine kwa mfano mikorosho mingine inakuwa mizee unaikata. Baada ya kukata unaiweka mipya tena kisha weka mipya, zile mikorosho inakusaidia kwenye kuni, na mimi nimeamua mwaka huu kuikata hii mikorosho ili niangalie sasa hivi kuipanda mipya, na hizi kuni nataka nipeleke kwenye wizara tofauti, elimu kule shuleni, nipeleke kwenye sekondari zingine za, za kutwa hizi ili angalau isaidie kwenye kuendesha shamba. Mimi ningeomba tu serikali kama wangekuwa angalau kuna uwezekano wa kunitafuta kun, tu njia fulani fulani, ili na mimi nijisikie kwamba nimekaa chini na kunywa maji vizuri. Kama sasa hivi nilipofikia, nashukuru kwa sababu mimi bahati mzuri hapa tu ng'ombe nimeweka, wameenda bondeni kule, nimewatoa hapa kwa sababu ya ukame kidogo. Nimepata ng'ombe na mbuzi na kuku kwa hiyo hapo nafikiri nyinyi kama m wageni sasa hivi mlivyofika hivi kama ingekuwa mmeniarifu toka muda ule kwamba tunakuja sasa hivi sasa hivi ni kutafuna kuku tu kwa sababu hakuna jambo lingine kama mzuri leo mke wangu anatembelea na gari naenda hospitali unaona na tumejenga nyumba ingine songea kupitia kwenye korosho nikaambia tuende tukawape wazee korosho inalipa mashauri tu wenzangu ambao nilienda juzi dodoma nilipofika dodoma nikakuta karibu wilaya si arobaini na ngapi wanalima korosho. Kwa hiyo nimefurahi, nimefurahi kulima kwa kutumia madawa. Swala la kuchoma sio swala mzuri, mikoroshi inabadilika. sh watu kutumia dawa hizi za kuchoma wat, washawishi watu walime kwa kutumia majembe ya ya kienyeji, watumie matrakta mi uzuri, mwaka huu mashamba ya bondeni nimetumia hekari karibu mia mbili ishirini, ilikodi trekta nikalimia, kwa hiyo nimefaidika. Ukifika nyumbani utakuta kuna mahindi, kuna njugu, kuna kunde ambayo nimepata kutoka hapo hapo, na kunde nimeuza tani tatu juzi. Zile pale maganda hayo nimeuza, nimepata karibu milioni tatu. Nilisaidia kufagilia mikorosho, kwa hiyo korosho, maana yake ni kwamba ukipata kila kitu kinalipa kwa sababu vitu vile vinavyopanda ni vingi, mhogo nini na nini eh, kishavuna bado korosho unakuwa mzuri. <tutu> <tutu> Mimi naomba wenzangu, wananchi wenzangu, wakulima wenzangu, kwamba wasitegemee ajira kupitia serikalini. Ajira ipo shambani, kwa sababu mimi hapa nawaajiri watu kipindi cha miezi mitatu ya uvunaji wa korosho zaidi ya watu mia mbili wanaokota korosho wanapata senti, na mimi nimewasomesha watoto wangu kwa kupitia umu, tena shughuli za bei kubwa karibu milioni nne kwa mwaka, nimefaulu kuwasomesha watoto. Kwa hiyo mimi usia wangu anawapa wenzangu, aje kwangu ajifunze, niwelekeze jinsi gani ya kufanya na mimi nimefaulu namna gani. Wasione ujinga kuja kwangu mimi kuja kuuliza nini kinaendelea. Katika ziara yetu ya kutembelea wakulima waliofanikiwa, tulifanikiwa kufika kwa mzee Hamisi Saidi Kitemwe. Mkulima huyu yupo Mtwara, wilaya ya Tandahimba, kijiji cha Kitama. Alianza kulima zao la korosho tokea mwaka 1983 na ilipofika mwaka 1990 mpaka mwaka 1995 alianza kupata mavuno ya kuridhisha na aliweza kufikisha mpaka gunia mia mbili kwa msimu mmoja. Mimi nimeanza kilimo cha korosho tangu mwaka themanini na tatu, lakini nilivyoanza ilikuwa nimeanza polepole pole. Kama unavyoona mtu anavyoanza jambo nakuwa kidogo kidogo lakini ilivyoanza mwaka na tisini tisini na tano kwa kweli nimeona kupata mafanikio kwamba ilikuwa tayari napata kwenye gunia mia mbili, mia tatu, mia nne, lakini kwa sababu bei ilikuwa chini, yani maendeleo ilikuwa bado hayajaonekana. Lakini tulivyokuja juu sasa hivi, kwa kweli mimi naishi vizuri, nasomesha, nauguza naishi vizuri kutokana na zao la korosho. Mafanikio mengine yapo, mimi nina nyumba ya kulala hapo kijini kwangu, lakini nina mradi wa godown kubwa kama hili mkoani Mtwara pale Mnalani, inaangalia barabara, utakuta jina la Kitemwa ni mimi ile biashara imetoka kwenye kilimo, lakini tayari nina magari mawili ya kutembelea, nina pickup moja kwa ajili ya shamba na trekta moja. Mimi silimi kwa mko mkono tena, na trekta moja kwa kweli, maendeleo yapo na nimewasomesha watoto. Kuna mmoja yupo chuo kikuu sasa hivi anamaliza digrii yake mwaka huu ya kwanza kuna mmoja anafanya kazi benki. Kuna mmoja polisi yuko mkoa wa Simiu. Hayo ni mafanikio ambayo imetoka kwenye shamba, kwa sababu mi sina mtaji mwingine, lakini nasomesha tena au nimewasomesha kwenye shule za private. wakati walikuwa wanafaulu kwenda kwenye shule za kata, nikaambia hapana, kilimo ni kazi kama kazi nyingine. Nikawatafutia shule za kulipia nje. Kwa kweli nashukuru wamesoma vizuri sana na sasa hivi bado mmoja yule aliokaa pale yule anasoma Mtwara hivi, amekuja likizo tu, kesho anakwenda. Kwa hiyo hayo ni mafanikio, sina mradi mwingine, lakini nimefaulu kusomesha watoto wengi ena mwenyewe ninaishi Mafanikio ya hawa wakulima yanatokana na utaratibu mzuri uliowekwa na kituo cha Naliendele katika kuwafikia na kuwapa elimu ya kilimo cha kisasa cha korosho. Gaspar Mgimiloko ni mkuu wa kitengo maalum cha kuwaunganisha wakulima, maafisa ugani na watafiti katika kituo cha utafiti cha Naliendele. Kitengo hiki kimeleta manufaa makubwa sana. katika wizara ya kilimo kuna kitengo cha kusambaza teknolojia kwa wakulima, katika kitengo cha huduma za wakulima. Kitengo hiki kinaitwa zieru. Zieru maana yake ni zono information and extension liaison unit. Ile neno liaison wengine wanaita linkage, ikiwa na maana hiyo lakini ni kitengo ambacho kinahusika na na, na, na kuwaunganisha watafiti, wakulima, maafisa ugani au wagani mbalimbali walioko kwenye halmashauri eh, na wadau mbalimbali wa shughuli za kilimo. Lengo lake ni kusambaza teknolojia kutoka kwa watafiti, zile zinazofanyiwa utafiti kutoka kwa watafiti na kuzipeleka kwa wakulima. Sasa katika kazi zake, cha kwanza tunachokifanya ni kuzichukua zile teknolojia ambazo zimeshafanywa utafiti na kuziweka katika mfumo mzuri au katika lugha nzuri ambayo inaweza ika, ika, ikafikika kirahisi kwa wakulima. Tukishafanya ile kazi ya kuweka katika mfumo huo, basi zile teknolojia tunazipeleka kwa njia mbalimbali kwenda ku, kwa wakulima. Mathalani, tunatumia vyombo vya habari, kupitia televisheni tumekuwa tukiandaa programu mbalimbali mbali, ambazo zinahusu teknolojia mbalimbali mbali hasa za korosho hizi zikwenda kwa wakulima. Lakini pia tunatumia televisheni e, tunatumia redio kufikisha hizi teknolojia kumekuwa na vipindi mbalimbali na tumeona ina manufaa makubwa sana kwa sababu hii inawafikia waku, wakulima wengi kwa, kwa, kwa, kwa muda mmoja na, na, na, na, na kwa wakati sahihi. Licha ya kutumia televisheni na redio, lakini pia tunatumia tuna machapisho, tunatumia machapisho kwa mtindo wa wa wa, redio, wa, wa vitabu na vijitabu, tunatumia magazeti kuna makala zinazoandaliwa kwenye magazeti zinachapishwa, zinazohusu teknolojia, unalenga teknolojia maalum ambayo wewe umelenga kuifikisha kwa wakulima, mathalan uh, kukabiliana na ugonjwa fulani wa korosho, basi ile makala inachapishwa kwenye gazeti inatolewa, mkulima yoyote anaweza akaichukua akaisoma. Lakini tunatumia pia vipeperushi mbalimbali, tunaviandaa vinavyo ja, teknolojia tofauti tofauti. Na vile vipeperushi tumekuwa tukivigawa kwa wakulima vikifadhiliwa na fedha inayotokana na uendelezaji wa zao la korosho kupitia Bodi ya Korosho, basi vinaandaliwa vile vipeperushi, tunavisambaza kwa wakulima. Lakini pia tumekuwa na programu mbalimbali ya kuonyesha sinema au video kwa wakulima baada ya kuandaa mikanda mbalimbali inayohusiana na teknolojia hizo za usambazaji za uzalishaji za, za wa zao la korosho. Tukishaziandaa zile program basi tunaziweka katika mikanda ya, ya video na tunaenda kuonesha kwa wakulima katika maeneo yanayolimwa korosho. Ee, nje ya hapo tuna tuna tunafanya tuna, tuna, tuna mafunzo tunafanya mafunzo kwa wakulima ni tunafanya mafunzo katika njia mbalimbali mbali. Njia ya kwanza tunafanya mafunzo kupitia vikundi vya wakulima, tunakaa nao tunafanya tunafanya, tuna, tunafanya ma demonstration tunafanya eh, mle, ma, maonesho kupitia kwenye maonesho. Kwa mfano ma, maonesho ya Nane Nane, kitengo chetu kimekuwa kikihusika na maandalizi ya, ya, ya maonesho kwa wakulima Nane Nane kishaandaa vile basi, zile teknolojia zinafika kirahisi kwa wakulima wale ambao wanakuja e, kujifunza pale katika, katika mabanda yetu ya taasisi ya, na inakuwa ni rahisi kwao kuona kuliko kusikiliza kwenye vyombo vya habari na kadhalika. Lakini pia tuna, tunafikisha hizo teknolojia kufanya mafunzo kupitia e, e, mashamba darasa na, na, na, na maonesho ya mbegu tuna, tuna programu ambazo zinafanyika katika sehemu mbalimbali zinazozalisha korosho eh, kupitia maonesho ya mbegu, tunajiandaa, tunaenda kutembelea, tunaweka kambi sehemu na um, sehemu ambazo ni za wakulima huko vijijini. Basi wakulima wa eneo husika wanakusanyika pamoja, na tuna tunakaa nao, tunawaelekeza, tunawafundisha na juu ya, ya, ya zile mbegu bora za korosho, lakini pia tunafanya mafunzo ya kupitia mikutano au mafunzo ya darasani. Mathalani tunafanya mafunzo kwenye kwenye, kwenye ubebeshaji na namna ya utunzaji wa zao la korosho kwa ujumla. Tunapita sehemu mbalimbali vijijini na mikutano kwa, kwa, kwa, kwa wakulima, wataalamu wa kilimo, na wadau wengine mbalimbali wa, wa, wa, wa, wa, wa zao la korosho sasa katika mafunzo haya tunayoyafanya wakulima kupitia wataalamu wao wa kilimo ngazi ya vijiji, kata na na na, na, na halmashauri, basi wanaandaa wakulima wao na na kuwaleta aidha kwenye taasisi au kuwa kuwachukua wataalamu kwenda kuwafundisha wakulima katika halmashauri zao au katika vijiji vyao na njia rahisi ambayo imekuwa ikitumika ni kile kitendo cha watafiti sasa kutoka kwenye taasisi kwenda kuwafundisha wakulima huko huko waliko. Changamoto tunayokumbana nayo katika zoezi hili ni, ni, ni, ni ukosefu wa rasilimali fedha. Tungeweza kwenda kila mahala kwenda kuwafundisha wakulima, lakini tunashindwa kwa sababu ya, ya, ya rasilimali fedha imekuwa kidogo hii ingetusaidia pia kuweza kuwafikia wakulima wengi kwa wakati kwa wakati mmoja na sehemu mbalimbali. Sasa kinyume chake tunachofanya ni kwamba tunawaomba wataalamu wa, wa, wa wa kilimo katika ngazi za halmashauri kupitia wakurugenzi wa halmashauri basi na wakuu wa wilaya waweze kuwahamasisha wakulima na kuwagharamia gharama zile za mafunzo ili watafiti wakitoka hapa kuwawezesha waweze kwenda kuwa, kuwafundisha wakulima zile katika sehemu zao, lakini pia haizuiliwi kuwaleta wakulima katika taasisi yetu. Tuna sehemu, tuna ukumbi mzuri tu ambao unaweza ukawakomodeti hao wakulima, wakafika na kuweza kujifunza hapa, hata siku mbili tatu, wiki nzima, hata mwezi mzima, wakaweza kujifunza teknolojia mbalimbali mbali za uzalishaji wa korosho. Eh, lakini pia ili kuweza kufanikisha hilo, wakulima wanatakiwa kutoa taarifa kupitia kupitia kitengo chetu ambacho ndo kimekuwa kikiratibu shughuli zote za mafunzo kwa wakulima. Wakulima wanaweza kapiga simu au kuandika barua kwa mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa kilimo Naliendele Mtwara, baada ya kuandika wakieleza dhamira yao au malengo yao ya kujifunza na sisi tunalifanyia lile ile barua kazi na kuwaandalia hayo mafunzo wanayotarajia wao kuweza kujifunza. E, pia nitoe ni mwito kwa wadau wengine wote mbalimbali maana mbali, imekuwa ikizoeleka kwamba teknolojia hazifiki kwa wakulima ipasavyo, lakini tumekuwa tukitia juhudi wa hali na mali. Kwa, kwa kipindi hiki kilichopita ni tofauti na sasa hivi. Sasa hivi wakulima wengi sana wamekuwa wakifikiwa na hizo, hizo teknolojia mbalimbali mbali za uzalishaji wa korosho na, na, na taarifa hizo, au hizo tunazo zinazoonyesha wakulima wengi ambao wamekuwa wakipata teknolojia mbalimbali. imekuwa mbali. ikizoeleka wakulima wajapata teknolojia na nini, lakini uhalisia ni uko hivyo, tukiwezeshwa ipasavyo tutaweza kufanya na sisi kazi ipasavyo, kuweza kuwafikishia wakulima teknolojia na lengo letu, tunataka teknolojia zote ziweze kuwafikia wakulima mapema iwezekanavyo juu ya uzalishaji wa korosho na na na, na ili tasnia ya uzalishaji wa korosho iweze kukua kirahisi. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Usikose kuangalia kipindi kingine wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.